Maafisa pamoja na wahandisi kutoka idara ya kusambaza maji Kisii kwa ushirikiano na idara ya kupambana na majanga kwenye kaunti hiyo wako katika harakati za kukarabati mabomba ya maji yaliyoharibika eneo la Maili Mbili viungani mwa mji huu wa Kisii na kusababisha uhaba mkubwa wa maji katika mji huo. Watu wengi hapa Kisii town areas mingi hazina maji kwa sababu ya huu mkasa wenye ulitupata hapa hii area ya maili mbili. Sisi wote tunajua kuna effects za climate change na mambo ya floods iko eneo mingi na hapa Kisii tumeanza kuwa na shida za landslide, na hapa maili mbili on Friday landslide iliyokaa na ikaleta msongamano wa mchanga wenye udilalia the main line yenye inatoa maji kutoka kigati inapeleka mpaka Kisii. tuvumiliana kwa sababu mambo kama haya hutokea wakati wa mvua. Uh, nashukuru sana mwenzangu hapa Madam Lucy na timu yake kwa kuitikia wito wa wananchi na kuhakikisha kwamba wa wale ambao wanahusika na kushughulikia mkaza huu wamefika hapo kwa, kwa haraka sana na kushughulikia hiyo pipe. Sisi kama Kenya Red Cross tunatoa ushauri kwa watu wote ambao wanakaa karibu na hii uh, hi area eneo hili wahame, kwa sababu kulingana na vile mvua inavyoendelea kunyesha itasababisha maafa mengi, na kote, sio hapa Kisii peke yake, si hapa baracha peke yake, kote Kisii county, mpaka uko Keumbu pia, kuna shida katika hizi njia zetu, na mchanga unaendelea kuporomoka. Kwa hivyo mchukue tahadhari hii ili muweze kujinusuru na tusikue na maafa zaidi.